Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kumaliza mechi salama, lakini siri ya mafanikio ni kwamba ni ule ushirikiano baina ya wachezaji, ushirikiano baina ya technical bench, ushirikiano baina ya viongozi, lakini pia pia ushirikiano katika namna ya kuweza ku maintain game. Vipi tunaweza ku maintain game kama leo livyoona kwamba tunaweza kushirikiana katika sehemu zote, ukiangalia katika defense, midfield na, na attacking waliweza kushirikiana vizuri katika kufanya build up lakini pia kwa upande midfielders, waliweza kudispute mipira na striker, pia waliweza kuscore magoli. Kwa kile ambacho kimetokea kwa BCDL dhidi ya Vinara wa Ligi Kuu, uliingia na tazari gani kuelekea kwenye mchezo? Kwanza tuliingia tukiamini kwamba BCDL ni kwamba ni timu ambayo si mbovu au sio mbaya, ni kwa maana wao waliweza kuwatoa makumbi kwa hiyo tumejiuliza kwanza vipi wameweza kuwatoa kwenye makombe. Kwa hiyo tukiamini kwamba kumtoa kwenye makombe ambaye anaongoza ligi ni kwamba ni timu ambayo iko iko very strong, na tuliweza kuheshimu, lakini tuliamini kwamba pamoja na ustrong wao na sisi Wahamiaji FC ni wakubwa zaidi kuliko wao. Mnatazamaje michuano ya FA ikiwa ni sehemu ya kutoa mwakilishi wa nchi kwenye mashindano ya kimataifa? Kwanza tumeweza tu kupata experience. Sisi sasa hivi Uh, tumeshawahi uh, kushiriki na tumeona mafanikio yake, kama tunavyoona tumeona mafanikio kwamba wachezaji wameweza kupata experience kucheza na, na, na, na timu timu ambazo za nje, lakini pia ni kwamba tumeweza kuelewa mashindano haya nini umuhimu wake, yeah.